Haya, ulipo delay mwezi ule wa tano, sasa hivi mwezi wa tisa, ukaongezewa uka miezi mitatu hii minne. Kazi iko hapa saiti, hakuna chochote kinachoendelea hapa. Hakuna wafanyakazi na site haina wafanyakazi. Kwa nini wako mheshimiwa wangapi? Kuna ghorofa linajengwa na watu wawili wewe umefika lini saa hii mara ya mwisho? <tipi> na kutaka hapa kesho kutwa hapa la sivyo, hao wa watu wako wote utawakuta ndani hapa. Kesho kutwa nakutaka hapa, unanisikia wewe? na uje na, na nili, niliagiza uwepo leo. Kwa nini unanitumia wawakilishi? hapana, mimi sijapata. Ukupata taarifa halo, kesho kutwa nakutaka hapa na uje na majibu, majibu yenye mashiko, la sivyo, uje na virago vyako, kwa sababu tutaondoka na wewe.